Nama, zao la majani chai ni miongoni mwa zao la biashara linalochangia kwa kiasi kikubwa mapato ya wakulima na taifa kwa ujumla. Kwa muda mrefu jamii imezoea zaidi chai nyeusi, yani black tea au chai ya kijani kibichi, yani green tea. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni aina mpya ya chai yenye rangi ya, ya zambarau maarufu kama purple tea imeanza kujitokeza na kuvutia macho ya wengi, hasa katika mikahawa na maduka makubwa ya jumla. Karibu shambani katika makala maalum ya Kilimo Leo, ambapo leo hii tunaangazia kwa kina kilimo cha majani ya chai ya zambarao. Safari yetu inatupeleka hadi kijiji cha Mwachon, eneo la Torongo, eneo bunge la Eldama Ravine, katika kaunti ya Baringo, ambako tunakutana na mkulima Samson Limo, anayelima zao hili adimu lakini lenye fursa kubwa kiuchumi. Karibu. Mimi ni Kamau Waidhaka. Naam. Asante sana mtazamaji na msikilizaji wa Radio Wingu Media TV pale kwenye YouTube. Tulikueleza naingia shambani, nishafika shambani na huku naambua kwamba kazi inaendelea. Naambua kwamba is a busy day kwa sababu nimekueleza leo ni siku ya kuvuna na ndio wanatoa hii majani chai. Niko na mkulima, tuko naye hapa, atatueleza safari hii imekuwa namna gani, ame majani haya aliweza kuyapanda lini na zaidi yote pia atueleze faida zinazopata. Samson Limo anatueleza kuwa wazo la kuanza kulima chai ya zambarao lilimjia mwaka 2016 wakati huo kilimo cha zao hili hakikuwa kimezoeleka sana, na wakulima waliolijaribu walikuwa wachache sana. Licha ya hali hiyo, Samson anasema aliamua kuchukua hatua ya imani, kujiamini na kuthubutu kujaribu kilimo hiki baada ya wataalamu wa kilimo kufanyia uchunguzi udogo wa shamba lake na kuthibitisha

Kwa mujibu wa mkulima wetu, kilimo cha chai ya zambarao kinahitaji uvumilivu. Kuanzia wakati wa kupanda huchukua takriban miaka mitatu kabla ya kuvuna mazao ya kwanza. Baada ya hapo, uvunaji hufanyika kila baada ya siku kumi na nne hadi siku ishirini na moja sawia na wiki mbili au tatu, kuzingatia msimu ni upi Tasa, ku, rakit, kibana, kikwasa, kibana kizuri,

Akizungumzia soko la zao hili, mkulima wetu Samson anakiri kuwa hali haijawa dhabiti kila wakati. Bei hubadilika kulingana na majira na mahitaji ya soko, hali inayowalazimu wakulima kuwa wavumilivu na kupanga mikakati ya muda mrefu.

Pamoja na changamoto zake, mkulima wetu anabainisha kuwa kilimo cha majani chai kina faida nyingi. Mbali na kumpatia kipato cha uhakika, ni zao la kudumu kwa miaka mingi, hata kufikia vizazi na vizazi, hivyo kuacha urithi wa kudumu kwa familia <tipati>

Kwa sasa Samson Limo analima hekari tatu za chai ya zambarao huku mwaka huu akiwa na mpango wa kuongeza eneo la kilimo. Anasema mwanzoni mwa safari yake alikuwa akivuna takriban kilo 85 pekee, lakini kwa sasa mavuno yameongezeka kwa kiasi kikubwa yakifikia kati ya kilo 800 hadi 1200 labda kwa sababu najua kipindi cha mvua labda chai ya zambarao ni zao linalompa mkulima faida ya kuvuna mwaka mzima bila kujali kama kuna kipindi cha mvua au jua kali. Kwa upande mwingine, katika shamba hili tunapata fursa ya kuzungumza na mmoja wa wafanyikazi waliopo Bimasi, ambaye amekuwa akifanya kazi hapa kwa takriban miaka mitatu. Anasimulia safari yake ya ajira na kueleza kuwa kazi ya majani chai inahitaji bidii na ujuzi wa kipekee. Huu ni mwaka wa tatu sasa, ni mwaka wa tatu kwa kawaida ni kitega uchumi, labda malipo mnaweza pewa ni kwa kilo. Eh, kilo, hmm. ilo na labda, wewe kwako siku kama ya leo, tuseme wakati ambapo umejitolea, umeamka vizuri, unaweza chuna labda kiasi cha kia kilo kati ya 50 hadi 80 yes. Na labda kilo moja wanalipa vipi? Sasa, malipo ya kila itategemea. Kuna wakati kampuni bei inarudi chini na wakati inaenda juu. Ikirudi hmm. chini Mhm. hadi juu. Hadi tunapata hadi kumi. Aidha, Bimasi anaeleza kuwa changamoto haziwezi kukosekana, hasa kwa wafanyikazi wapya. Kazi ya kuchana au kuvuna majani chai inahitaji mafunzo maalum ili kuhakikisha ubora wa majani na kuepuka kuharibu mmea.

Nama, umepata kufahamu kutoka kwa mkulima Samson Limo uh, quality.

kwa mfanyikazi bimasi ambao wameweza kutuelezea kwa kina kuhusu zao hili la majani chai aina ya zambarao, yani purple tea. Na natumai kwamba umepata kufahamu yale ambayo yanatokea shambani na kujifunza mawili matatu. Nikutakie kila la heri katika kuboresha kilimo ili tuweze kuinua uchumi, na zaidi yote tuweze kuboresha maisha yetu. Hadi kufikia hapo, tupatane wiki ijayo, panapo majaliwa. Mimi ni Kamau wa Ithaka, makala nayo ni Kilimo Leo.